Simba wa Asia wanarejea kwa kiasi kikubwa katika hifadhi ya kitaifa ya Gir nchini India. Hifadhi hii ni kama nyumbani kwao, ikichukua eneo la kilomita za mraba 1900 za savana na misitu. Hivi karibuni kulikuwa na simba wapatao 20 tu, lakini kwa sasa kuna simba 891. Hii ni kutokana na juhudi za uhifadhi kwa zaidi ya miongo mitatu ili kuwalinda na kulinda makazi yao.

and hopefully the number are going to be increase and you know they are finding their own places and uh, if you'll see last many years they have started moving you know towards uh, towards the, uh, the the northern part like towards the, uh, Barda century also they have moved to the other places also where they are happily staying and the population is increasing mafanikio ya hifadhi hii yanatokana na watu wa eneo hilo kuwakumbatia simba wanavutia watalii jambo ambalo linasaidia uchumi wa eneo hilo tofauti na baadhi ya maeneo ya Afrika

Lakini kuongezeka kwa simba kuna matatizo zaidi. Wanaenea nje ya hifadhi, na wakati mwingine wanaua mifugo au hata kuwadhuru binadamu. Katika miaka michache iliyopita, mauaji ya mifugo yameongezeka sana. Wataalamu wanahofia kuwa uwepo wa simba wote katika eneo moja si salama.

Habitat, uh, will not be such a safe idea. Serikali inajaribu kudhibiti maswala hayo lakini si rahisi. Jimbo la Gujarat limepinga kuhamisha baadhi ya simba kwenda maeneo mapya ingawa baadhi ya wataalamu wanafikiria hii itasaidia kupunguza hatari ya simba.

bado kuokoa simba kunasaidia wanyamapori wengine katika misitu vile vile. Ni kama bendera ya uhifadhi kuwaokoa. Kunasaidia kuokoa mfumo mzima wa ikolojia kwa ujumla. Kurudi kwa simba ni ushindi mkubwa, lakini kuishi kwao na wanadamu sasa ni suala kubwa. Maafisa wa hifadhi wamejivunia mafanikio hayo, lakini pia wanafuatilia hali hiyo kwa ukaribu, kwani simba wanazidi kuongezeka na kuenea. Kevin Sewe, Mwanzo TV.